Ule uhuru wa kupita kiasi, uhuru ambao hauna mipaka, kila mmoja anataka kufanya kila analotaka, kwa sababu hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Uhuru kama huwa, baadhi ya maulama kama Sheikh Makarim Shirazi anasema huu unazalisha udikteta, unazalisha ubepari na udikteta unasababisha nini? Yuaddi ila linfijari Mwisho unaleta mlipuko katika jamii, kwa sababu ikiwa tutakuwa kila siku tunafanya yale tunaoyataka bila ya mipaka, mwisho itakuwa wale wanaotaka kujifanyia wanajifanyia kwa sababu wanaona. Na ndipo sijui kama mshawahi kusikia baadhi ya mifano, utasikia watu wanakwambia, kweli bwana ni dikteta, lakini anaijenga nchi yake, si ndio? Tunavyosema mwisho ndipo pale utapata kunalipuka, yaani umma wana ni kama umewafunga kwenye chupa, mwisho inabidi kile kif, kifuniko kinalipuka. Na hii ndio hali ilivyo, na hii ni katika misingi muhimu ambayo ni misingi ya kijamii inaleta athari mbaya, kisha athari kama hizi tunakuja kumsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndipo mwisho wa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema haya matatizo, ametupa picha kamili ametufungulia kutuonyesha kwa kuwa tumeyachuma wenyewe kwa mikono yetu, basi na ikiwa yatakuwa yanatutia uchungu, ikiwa tunaona kweli sisi hatuwezi kufikia natija na malengo mazuri ya umma au jamii, basi ni lazima tuzunguke, kwa sababu haya inataka kutupata ndii, haya inataka kutuamsha tutoke katika huu usingizi wa kughafilika, tumeghafilika. Tuamkeni, tusiwe ni umma tuliokufa.